Ndio, baba na swali baba, inasema kwamba kwamba kwa mfano baba, kama Mungu amekupa labda neema fulani au amekupa labda neema ya biashara au ya hata kama labda neema ya huduma pia hmm, ili uweze kutembea vizuri, yani kwa kiwango kile kile ambacho Mungu anataka kwenye hiyo neema hmm, kuna vitu gani aa vya muhimu ambavyo vinahitajika hmm, kwa Mungu amekupa neema labda hmm, labda neema, hmm, neema ya huduma kwa mfano, neema ya maombezi, ndio basi ambacho kama karama yako sasa hili utembee kwa kiwango kikubwa kwenye hiyo neema au ni neema ya michui sisi, kila mtu ameitwa kukamazabau ndio, na watu wengine wameitwa kwa ajili ya kufanya biashara. Mungu amemweka kwa ajili ya biashara, chochote atakachokifanya biashara, kama hili uweze kwenda vizuri kwenye hiiiicho, u unahitaji kufanya nini cha kwanza kabisa? Wito wowote wa Mungu huwa unaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Mungu anapokuita kwenye ulimwengu wa roho, na anaweza ukajiona umebarikiwa kwenye ulimwengu wa roho, lakini hiyo baraka yako haitadhihirika kimwili tibiru, kama hautapata mto cha kwanza hivi sasa hicho kipawa au hiyo neema au hiyo karama ambayo Mungu amekupa Hatua ya kwanza ndio, kabla ya mambo yote, unatakiwa kumpata mtu ambaye Mungu amemweka kwa ajili ya kukirea hicho kitu ulichopewa. Mfano, wewe unataka kufanya biashara ndio lazima uwe na mentor, mtu ambaye amekutangulia kwenye biashara hmm. lakini pia uwe na mtu wa kukuombea hmm. atakayedili na no mambo ya kiroho uwe na mtu atakaye kuelekeza kwenye hilo jambo unalotaka kulifanya, lakini pia uwe na, uwe na mtu ambaye atakusaidia itakapoinuka vita ya kiroho, kwa sababu Mungu anaweza akawa amekupa kipawa kizuri sana cha biashara, ila vita ya kiroho inaweza ikaharibu mpango wa Mungu. Ndiyo Bwana. Na inaweza ikaufanya huo mpango wa Mungu usitokee. Waweza pigwa vita ya kiroho ikaufanya mpango wa Mungu sitokea Unaona, Sauli, Mungu anataka awe mfalme, lakini kwa nini hakumwambia tu kwamba sema wewe ni mfalme? Yakatengenezwa mazingira ya kupotea kwa kondoa, nyumbani kwa punda wa nyumbani, ameenda kwenda kutafuta punda, yakazaliwa na mambo ya kwenda kwa nabii. Kumbe hiyo ni programu ya Mungu ya kumkaribisha mpaka akafike kwa Samuel. Mm. Baada ya kukutana na Samuel, alivyowekewa mafuta na Samuel, ndipo tunamwona Sauli mpaka anakuja na kutabiri, lakini pia akawa promoted kwenda kwenye hiyo nafasi, lakini pia baba wako hapo, maana yake mm. pia Mungu anaweza akakificha kitu alichompa mtu na mwingine mpaka apate msaada. Asipopata msaada, kinaenda kisionekane kabisa au kikaonekana kwa viwango vidogo. Unamkuta alishakuwa ni mchungaji sehemu fulani, hana maono ya mbele ya kupanuka, naombea kitu lakini ni mtu mkubwa kwenye m mpaka ampate mtu. Haya, angalia nani kuangalia huo wito na karamu. Mfano, uh, Sauli ameitwa, mm -hmm. Ambaye ndiye Paulo, mm -hmm. Mungu amemwita Sauli, mm -hmm. Kwa nini Mungu hayafungui macho ya Sauli? Bado hajapata mtu. Kwani kulikuwa na haja gani ya Mungu kumtuma Anania akamfungue macho? Mm -hmm. Mpaka Anania anaambiwa nenda kwa mtu mmoja anaitwa Sauli, sijui anakaa kwenye pango, anaelekezwa maelezo, ukamwombee macho yake ya Kwani Mungu alikuwa hawezi kuyafungua hayo macho? Alikuwa anaweza, Baba. Ulimwengu wa roho una kanuni. Jambo likiwa kwa Mungu ni la Mungu, linalofunuliwa linakuwa la kwetu. Lakini pia utawala wa, wa mbinguni ni wa Mungu, wa duniani ni wa wanadamu. Kwa hiyo Mungu anapokuja duniani hawezi kuopaleti mpaka apate watu, na mashetani yako hivyo hivyo hayawezi kufanya kazi effectively bila kupata mtu.